I'm surfing, I feel like I'm home. Ninapoteleza kwenye mawimbi nahisi kama nipo nyumbani, sipati hofu, ninajihisi mtulivu like. Philip Banini na rafiki zake huko Robertsport hawatelezi majini kama mchezo tu, wanateleza ili kuepuka kurandaranda mitaani na kujiepusha na matatizo. Kuteleza juu ya mawimbi kunaweza kusaidia sana linapokuja suala la kukabiliana na hisia. Unapokaa nyumbani unajihisi mwenye mawazo mengi na hutaki kuzungumza na mtu yeyote, unachukua ubao wako wa kuteleza na kuja baharini, unasahau kila kitu kilichotokea. Baadhi ya mawimbi bora kabisa Afrika unayapata hapa, hasa wakati wa msimu wa mvua. Miaka ishirini iliyopita hakuna aliyekuwa anateleza hapa Robertsport. Jamii hiyo ilianza mwaka elfu mbili na tatu mara tu baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Irene ni mmoja wao, mwanamke wa kwanza katika jumuia hiyo. Wenyewe wanamuita kipepeo kwa namna anavyoteleza majini. Mimi ni bora kuliko baadhi yao, na baadhi yao huja kuniambia, napenda mtindo wako. Nataka kuwa mtelezaji wa mawimbi wa kimataifa, siku moja nitasafiri. Kwa sasa Irene na wenzake wanaendelea kujivinjari kwenye mawimbi.